Na ndio sababu ya kumchukua meneja Pantev ni kutengeneza soka safi, ni kuifanya Simba icheze mpira wa kutisha. Unajua, unaweza kumfunga mtu magoli matatu manne, lakini ukawa haujamtisha, haujamtosha, haujamuogopesha. Kwa hiyo tulimchukua meneja Pantev aje atutengenezee Simba ya kutisha, Simba ya kasi simba yenye ubora na simba ambayo ina uwezo wa kucheza mpira wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli na mabadiliko yote tutaanza kuyaona katika mchezo wetu wa tarehe kumi na tisa katika mchezo wa tarehe kumi na tisa kutokana na uchache wa muda usitegemee mabadiliko makubwa sana lakini utaiona simba imebadilika kwa kiasi fulani kutoka pale tulipoishia mechi ya mwisho kuja kwenye simba hii mpya ya meneja Pante, kutokana na mipango mikakati ambayo umezungumza hapa, nini wategemea wana Simba ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya live kuhudhuria mchezo huo? ambao kwa kuwa ni mechi mbili hatuwezi kuahidi kila mechi na ahadi yake. Tunachoweza kuahidi wana Simba ya kwamba Simba anakwenda hatua ya makubwa kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili ya nyumbani na ya ugenini kwa hiyo e, wanasimba wao watudai group stage na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Mwenyezimungu tutawapa group stage. Ya tumemtambulisha kocha mpya wa magori kipa, jina lake utalitaja wewe <laughs> e, ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu. Ni mwalimu ambaye e, atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magoli kipa wetu. Simba tuna magoli kipa wazuri sana, hasa unahitaji best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuwaongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuwaongezea maarifa makubwa, kuja kuwaongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi, hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana wetu, na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara, mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama eh, Yakubu Suleman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. Kwa hiyo tusubiri, eh, huyu mwalimu ambaye tumemletwa magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya Mashariki huko. Yes, ni mwalimu ambaye ana kiwango cha hali ya juu, ana uzoefu sababu yeye mwenyewe ni golikipa. Halafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango ubora pamoja na ujasiri wa magoli kipa wetu.

mara yake ya kwanza na, e, -ya, ya, ya, ya, ya. E, e. Aliniambia juzi <laughs> aliniambia e, juzi nilivyokutana naye Singida sikupay attention sana kama anashiriki kwa uan itaka kimataifa, sasa nikawa sijaelewa. Sasa nikawa sijaelewa wanashiriki mashindano gani na wenyewe. Aa, tumepata nchi za nchi ana Burundi. Basi? <laughs> danza ba, danza ba. Imagine. Imagine. Simba tunapitia magumu sana sababu <coughs> ya ukubwa wetu eh, sisi kila mechi fainali. Njia yetu yeah, ngumu lakini the hard ways only way eh, kiangalia mechi yetu ya kwanza tu ya hatua ya awali ile tukakutana na Jiwe kweli kweli na Gaborone United lakini tukavuka. Leo inakwenda kucheza na Nsingizini enyewe ni mechi ngumu, mechi ngumu wale, wale Swatini e, sio timu ya kawaida kawaida e, wana ubora wao fulani hivi ambao e, tumeufanyia tathmini. Tumeona wale watu wanatisha kweli kweli, lakini tutavuka na yenyewe. Tutavuka kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na maandalizi na tuliyoyafanya tunavuka bila vipengele vya aina yoyote. Hii ndio ni niombee du wa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Yanga, Mungu ibariki Singida. Hiyo siwezi kushuruki hioii nachotamani nachotamani <laughs> <laughs> <N> <laughs> nachotamani wote watolewe, watolewe, tubaki peke inshallah. <laughs> Moyoni haina chembe kidogo, na unafikaana nachomaanisha. Asanteni sana.